Mageuzi ya uchumi na fedha tuliyoyaanzisha nchini yamekuwa ni msingi muhimu wa kuijenga Zanzibar unaoshirikisha wananchi katika ukuaji wa uchumi wa nchi yao. Tulianza kwa kuweka misingi ya sera madhubuti, mifumo ya kisasa na usimamizi makini wa fedha za umma. Sasa tunashuhudia matokeo kama ifuatavyo. Kwanza, uchumi wetu umekuwa kwa zaidi ya asilimia 7.2 kwa mwaka. Uwekezaji wa ndani na nje umeongezeka, mfumuko wa bei umedhibitiwa kwa wastani wa tarakimu moja, mapato ya ndani yameongezeka kwa asilimia 278 katika kipindi cha miaka mitano, na sekta za huduma, utalii, kilimo na uvuvi zimekuwa kwa kasi sana. Mageuzi haya yamejengwa juu ya misingi ya uwajibikaji, uwazi na matumizi bora ya teknolojia za kisasa. Oktoba tunatiki.